Ndugu waandishi wa habari, wa watumishi wenzangu a hospitali ya rufaa ya mkoa ya Amana pamoja na wadau wote, ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa nafasi na, na fursa ya kukutana leo katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Amana kwa ajili ya jambo hili la kitaifa linalohusiana na ugonjwa wa selimundu. Awali ya yote napenda kuwashukuru wanahabari wote kwa jinsi ambavyo mmeipa sifa hospitali ya rufaa ya Amana kiasi kwamba imeonekana ni hospitali ambayo inaweza kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya kitaifa ya ugonjwa wa selimundu katika nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari, ugonjwa wa selimundu au kwa Kiingereza sickle cell, ni ugonjwa ambao watu wanazaliwa wakiwa wamepata ugonjwa huo kutokea kwa wazazi wao. Ni ugonjwa ambao unatoka kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine kwa kupitia vinasaba, na ni ugonjwa ambao unashambulia chembe nyekundu ya damu kwa kuifanya ifanane kabisa na mundu ambao unatumika kwenye mashamba kwenye maeneo ya kilimo, na hivyo ikapata jina kuwa ni ugonjwa wa Selimundu. Selimundu ni pale ambapo chembechembe chembe ya damu badala ya kuwa na umbo lake la duara inakuwa na umbo kama mundu na hivyo inashindwa kutimiza majukumu yake na kupenya vizuri katika mishipa ya damu, na hivyo kuathiri usafirishaji wa hewa safi pamoja na vitu vingine katika damu kupeleka kwenye chembe hai ya kila sehemu ya mwili, na hivyo kumsababisha mgonjwa mwenye selimundu kupata changamoto ya maumivu makali na pia kuweza kushambuliwa na magonjwa mengine mbalimbali. kwa takwimu zetu za ki dunia selimundu ni ugonjwa ambao unaathiri za mamilioni ya watu, na kwa upande wa Tanzania katika hali ya kidunia ni nchi ya tano kwa kuwa na wagonjwa wengi zaidi wa selimundu na ni nchi ya nne barani Afrika kwa kuwa na asilimia zaidi ya ishirini ya wagonjwa wenye wa selimundu. Hivyo ni tatizo ambalo ni kubwa na ugonjwa huu umeathiri zaidi wakazi wa, wa maeneo ya kanda ya ziwa na hata upande wa Dar es Salaam kwa sababu ni eneo ambalo watu wa jamii tofauti wanakutana katika jiji la Dar es Salaam. Basi ugonjwa wa selimundu ni miongoni mwa wagonjwa ambayo yanawaathiri wakazi wa jiji wa la Dar es Salaam. Dugu, ndugu wanahabari, maadhimisho ya siku ya selimundu duniani yanafanyika kila tarehe kumi na tisa ya mwezi wa sita na kwa mwaka huu kitaifa yatafanyika katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Amana siku ya kesho, na siku ya kesho kutaambatana na zoezi zima la kupima watoto, watu wazima kuangalia kama wanabeba vinasaba vya selimundu, na wale ambao wana ugonjwa wa selimundu watapata nafasi na fursa ya kupata matibabu kwa kukutana na madaktari bingwa. Kama unavyoona, upande wangu wa kulia yuko daktari bingwa wa magonjwa ya mfumo wa damu, na upande wa kushoto yuko Dr. Grace Mhando ambaye ni daktari bingwa wa watoto, kwa sababu ugonjwa huu sana sana unaathiri watoto sana, kulingana na takwimu za hapo hospitali ya rufaa ya mkoa ya Amana za siko seli au selimundu zimeanza kwa kipindi cha miaka 17. Tunamkumbuka marehemu Dr. Duola, daktari bingwa wa watoto alianzisha kliniki maalum kwa ajili ya watoto wenye selimundu na kwa kupitia kliniki hiyo tumeweza kuwa na wagonjwa takriban 704 mpaka sasa. Na kati ya wagonjwa 704 asilimia kubwa ni wengi. 704 si idadi ndogo na wengi wao ni watoto. Asilimia 85 alivyosema daktari. Na wakiwa mtoto na mashaka kwamba wewe sio mzazi unayeumwa anayekuleta hospitali, mwenye kuamua ni mzazi, fedha anashika mzazi. Ni asilimia 35 tu ndio ambao wako kwenye bima ya afya, na kati ya wagonjwa wengi hapo wanalipa kwa fedha kutoka mfukoni. Zipo dawa nyingi kama nilivyosema, ipo dawa maalum ya kupunguza kasi ya zile chembe kujikunja, ambayo ni hydroxyurea. Hiyo sasa dawa ile ni ya gharama kidogo. Kwa sababu ni ya gharama, watu wengi sana hawawezi kumudu, na wagonjwa hawa mara nyingi kama alivyosema daktari bingwa wa mfumo wa damu, sio tu wanapata hiyo shida ya damu kugana kwenye mishipa na kuleta maumivu, pia wana hatari kubwa ya kupata maambukizi ya kwenye mifupa ya bakteria pamoja na maambukizi mengine. Hivyo basi, wanalazimika kuwa wanachoma dawa ya kuzuia maambukizi mara kwa mara. Kwa hiyo dawa nyingine wanaweza kumudu kuzipata kila mwezi zile nyingine za gharama zaidi hawawezi kuzipata kwa sababu hawawezi kumudu kununua sasa, na ndio maana tunashauri serikali sasa iendelee kuihimiza na kusisitiza bima za afya ziweze kuhakisha moja ya vifurushi vyao viweze kuhudumia wagonjwa wenye matatizo ya magonjwa sugu, lakini halitawezekana endapo wagonjwa wa ambao ni wagonjwa tu watajiunga na mfuko wa bima ya afya, kwa sababu wale wagonjwa tu wakijiunga inamaanisha kwamba gharama ya matibabu itakuwa kubwa sana lakini endapo na watu ambao hawana siko seli wote tukajiunga, kwa yule ambaye ni mzima anaweza kumchangia yule ambaye haumwi. Hiyo ndio njia pekee na rafiki ya kuweza kuhakikisha kwamba kila mgonjwa katika nchi yetu anaweza kufikia huduma hizi kwa urahisi. Nafasi ya kumzaa mtoto mwenye seli mundu ni kubwa sana, na hivyo basi endapo kila mmoja atatamani au atapata fursa ya kupima afya yake kujua kama ana vinasaba ya seli mundu kabla ya kuingia kwenye mahusiano ya kifamilia anaweza kabisa kuzuia uwezekano wa kuzaa watoto wenye changamoto ya selimundu. Na kwa watoto ambao wameshazaliwa tayari na selimundu, basi fursa ipo ya kuhakikisha kwamba wanapata huduma na matibabu katika vituo vya afya vya umma na binafsi, na kwa kipindi hichi ambapo serikali imewekeza sana, kwa mfano hospitali ya rufaa ya mkoa wa Amana, kwa kipindi cha miaka 17 tumekuwa tukitoa huduma hii. Naitwa Dr Grace Mhando, um, ni daktari bingwa wa watoto nita respondi swali lako uh, kama ifuatavyo. Umesema kwamba kwa nini hawa watoto hawafiki miaka mitano na kama ni ugonjwa huko kwa baba unawezaje kwenda kwenda kwa mtoto. So huu ugonjwa ni ugonjwa wa vinasaba, ni kwamba baba anakuwa na vichembechembe vya kuzaliwa navyo kwenye jinsi zake na mama anakuwa na vichembechembe, kwa hiyo ni ugonjwa wa vinasaba. Ndio maana kama mlisikiliza vizuri, daktari alisema ni vyema kupima awali kabla ya kuamua kuishi pamoja kama mke na mume. Kwa hiyo endapo ikitokea baba ana vichembechembe au vinasaba vya huu ugonjwa wa Selimundu na mama anavyo, wanapoweza kuishi pamoja wakamzaa yule mtoto, basi atatokea mtoto ambaye anaweza kuwa amebeba vichembechembe au ana ugonjwa wenyewe. O ni ugonjwa ambao unarithi kutoka uh, uh, mzazi kwenda kwa mzazi na kwenda kwa mzazi mwingine. Ili mtoto aweze kupata, basi wazazi wawili wenye vinasaba au vichembechembe vya ugonjwa wa selimundu wakikutana wakaweza kutoa mtoto anaweza akawa na ugonjwa au akabeba vichembechembe. So mtoto akishakuwa na vichembechembe au akabeba ugonjwa kabisa, ukuaji wake utakuwa na changamoto. Kama tunavyojua, kwenye kukua mtoto kuna kukua kimwili lakini kuna ma, kukua kwa maendeleo. Kwa hiyo ukuaji wake wa kimaendeleo kama alivyosema daktari awali wa damu utakuwa na changamoto, hasa kwa sababu damu tunategemea ndio ibebe virutubisho, damu izungushe oksijeni na kila kitu, lakini ikiwa na changamoto, basi kila stage ya ukuaji wake itakuwa na changamoto. Na pia tunajua kabisa kwa kawaida watoto chini ya miaka mitano wanapata changamoto mbalimbali, pamoja na kuwapatia kinga lakini kinga zao zinakuwa hazijaimarika. Sasa ukiwa na ugonjwa huu, basi itaendelea kuzovisha ile kinga ambayo mtoto anayo. Kwa hiyo kufika miaka mitano inakuwa ni changamoto, kwa sababu mara kwa mara atakuwa anapata maambukizi ya vitu mbalimbali, au atakuwa anapata shida ya changamoto yenyewe ambayo ameipata kutoka kwa baba na mama.